Okay, hapo kwa poa isamenda iya kleo. Okay, nitakuonesha namna gani ambavyo nimeweza ku pesa as you see hapa ni almost kama laki mbili like na tisini na tisa, laki moja tisini na tisa, laki moja kutoka, jumla ikawa laki mbili na Mwana. Okay, hapa chini nimeonyesha nimeenda kuitoa hii hapa, nimetoa, nimelipa laki mbili na tisini na saba. Okay, nitakuonyesha hii nimetoa hii hapa. Okay, kiangalia kwenye kwenye screen yetu hapa hivi. Hii ni akaunti yangu ya Superpay hii hapa, kama unavyoona. Na hii ni orodha ya miamala ambayo nimeweza kutoa na kulipwa kama unavyoona laki moja elfu ishirini, laki na hamsini, hadi laki mbili na tisini na tisa ambayo ndio hii ya sasa hivi. Okay, nitakuonesha hapa hivi. Ukiangalia hapa hii hapa hapa, laki mbili hii hii na tisini na tisa ndio ambayo nimeweza, kwa hii pesa hapa hivi. Okay, ambayo nilifanya umamara ilikuwa ni Juni saba. Okay. So guys, kitu ni unaangalia video hii, comment neno ready au niko tayari, inbox nami nitakuelekeza namna ya kufanya hii biashara. Welcome.